Nishachoka levu za kula za mboga za majani shazipita, sio? Unanielewa? mm -hmm. Wewe mbuzi, chambua mboga za majani upike ule, eti mboga za majani nishachoka. Sasa utakula nini? kwani mimi mbuzi? Wewe mbuzi, chambua mboga za majani ule. Sawa, nilijitambulia hapa mboga za majani zangu, kwa sababu mimi ni mbuzi, nitakula kwanza. Nishalipata hilo danga linanihudumia hapa so muda mrefu, kanipigia simu na naita chips na kuku kwa hiyo wewe mbuzi chambua mboga za majani ukapike kule. <tipa> Shoga yangu, umemwona ana <tipa> mijichaango <tipa> wakushutwa hiyo sasa, wewe ni uchawi au kitu gani? <tipa> Iyo ndo Mkutikati. Niko hapa muda mrefu sana. Ulikuwa wapi? Noshugaa hapo. Mm. Okay, sawa. Yes, hello. Okay. Nipe dakika chache nitakuwa. Sawa. Mm -hmm. Wapi tena? Ah. Kuna mshikaji wangu hapa amenicheki. Nadhani nimesha ya kazi. Sawa. Hivi Joseph, Mbona sikuelewi? Why? Yaani unaingia unatoka, umetoka, umeingia mimi sikuelewi kabisa ujuu. Mama, haunielewi wapi? Funguka. Hivi Joseph, tuna muda gani tumekaa mimi na wewe? Si wajua wazazi wako, hata mimi pia wazazi wangu wafahamu, hivi imekaaje hapa? Mama. Sio kama sikupendi, sawa, wala sio kama siipendi familia yako, sawa. Hebu tujaribu kuupa nafasi muda kidogo. Sawa. Muda upi ambao unahitaji? Tumezaa na mtoto, mtoto saizi ni mkubwa. Muda upi ambao unahitaji? Kuzaa tu mtoto na wewe ni ishara tosha ya kwamba nakupenda na nina malengo makubwa sana na wewe. Sawa, kila kitu kina wakati. Mama yangu, muda upe, mbona uzungumzia mimi nimechoka. Ujue najua mama yangu mezuruba. Sawa mama, nipo ilipo shali. nanga iko na moyo kwako kwa ni nanga shwali. Ngoja ngoja, umiza matumbo na dawa ikakosekana. Mm, mama Yaani nimekuja mbio nikaambia kuna mgeni basi, huyo mgeni ni mimi mama. Ah, karibu sana asante sana nimefika hapa, mtu mtu anapita, nikaniuliza kwamba, basi kunaulizia huyu mwenye hii nyumba, akambea akaniambia kwamba ngoja niende nikamuite. Sawa, karibu. Asante sana vipi, lakini habari za maisha hapa nyumbani yanaendeleaje? Kuhusu maisha sisi, hakuna shida mm, maisha ni yale yale mm, kila siku ahiri ya jana, kwa sababu ishapita <laughs> uh, ah, ila karibu mwanangu, uh, uh, uh, kwa kweli asante sana, asante ila sijamuona nani Lulu pamoja na Esha mm. Lulu nimemtuma sokoni, ila huyo Esha hujamkuta hapa? Ah, hapana, sijamkuta sijui kaenda wapi, labda kaenda kuchotea maji sijajua, lakini <laughs> nimemwacha baba. <laughs> <laughs> lakini saizi Lulu si atakuwa mkubwa sasa? Ay, ya, ya, ya. Kuhusu Lulu tena form two. Ah Lulu mdada. <laughs> <laughs> Kumbe ni muda mwingi sana. Ay, ya, mama, haya mama. Ah, mimi nimerudi hapa nyumbani, nitakuwepo hapa na niko hapa. Hiyo haina shida, si ushafika hapa? hmm. Ndo nyumbani kwako, sawa. Mm, nimefurahi na nimefurahi tena <laughs> uh, uh, mama uh, kidogo kutokana na uchovu wa safari, kikweli nimechoka mm, hivyo -hmm, naomba nikapumzike kidogo. Amna shida, ila nenda kaoge kwanza, usipumzike bila kuoga, ndio na ukishaoga, lazima ule, ndio upumzike. <laughs> Sawa ah, sina neno mama ah. Sawa mama mm, sina neno, siwezi kutia neno tena.

Sara ulikuwa wapi? Kwa hiyo hata kunijibu hauwezi? Si ndo maana yake. Yaani, mimi natoka katika mihangaiko, natamani nije nipumzike baada ya uchovu, na kama unaona kabisa kuna sehemu unaenda, unaacha funguo tu, unaacha yambu, nipe funguo mimi nifungue niingie ndani